MC Garabi kupitia ukurasa wake wa Instagram ameweza kushare post ambayo post hii ikiwa inamuonyesha yeye pamoja na msanii Mbosso, na kama inavyofahamika kwamba Mbosso Khan baada ya kuweza kutoka WCB, ukimya ulikuwa ni wa kutosha kabisa, yaani hata pia katika siku ya hivi karibuni ameweza kushare post ambayo post hiyo ilikuwa na ukijani, jambo ambalo limeweza kuacha maswali mengi sana kwa wadau wa burudani. Sasa pia siku ya jana aliweza kuitwa Basata na wakaonekana kabisa wapo pamoja na uongozi wa Basata pale kwa ajili ya mazungumzo, jambo ambalo bado likaonekana kabisa kwamba kuleta mijadala mingi sana kwenye mitandao ya kijamii. and this time around, MC Garab ameonekana pamoja na Mbosso eh, baada ya ukimya mrefu sana wa Mbosso tangu kuweza kutoka WCB wameonekana wakiwa pamoja wakiendelea kusherehekea. Sasa hii sauti hii sauti ambayo ilikuwa ilikuwa inasikika inasikika kwenye hii video hivi.

Na huyo ndo MC Garab pamoja na Mboso walikuwa wakionekana kabisa wakiendelea ku vibe pamoja, lakini pia wakiendelea ku imagine kama kutakuwa kuna harusi fulani hivi kwa jinsi ambavyo inaonekana, yani kwamba Mr and Mrs Mboso, so kama vile wanavyokaribishwa kwenye kwenye harusi sasa. Na kama unavyojua kwamba MC Garab ni moja kati ya watu ambao ukimwona tu unajua kabisa hapa kuna tukio fulani hivi eidha ni harusi au jambo fulani hivi ambao ni rafara na amekuwa ni moja kati ya MC ambao ni top in town ambao anaendelea kufanya e poa zaidi kwa hapa Bongo, lakini pia ni expensive sana kwa e hapa Bongo, MC ambaye ana, e, ana inspire baadhi ya watu ambao wanatamani kuingia katika tasnia ya umc kwa sababu yeye ni moja kati ya watu ambao e, wameshatengeneza jina lao kubwa sana. Sasa kwa kweli kama mdau wa burudani kutoka kipande chochote ambacho upo right now e bana, uko na mtazamo gani? Mbosso sasa hivi anaonekana kama vile e, kuna kitu ambacho kinakuja e bana kizuri. Hii ni mara baada ya eh, Damo Platinum pia naye mwenyewe kuna story kwamba eh, ameshaweza kuoa katika siku za nyuma kidogo, baada ya kuweza kupost picha na kutumia wakati ulioweza kupita kusema kwamba naye mwenyewe alishawahi kuoa na kupost picha za mwanadada Zuchu pamoja na yeye wakiwa wanafunga ndoa, lakini ndoa hiyo ilikuwa kama ndoa fulani vya mkeka. Sasa kwa Mbosso pia inaonekana kama kuna jambo la faraja ambalo linategemea eh, kuja mbeleni. Kila mtu pengine atakuwa excited sana kuweza kujua ni jambo gani ambalo linaendelea, lakini kwa kweli kama wa burudani kutoka kipande chochote ambacho upo right now. Mi nakushauri tu kwamba subscribe kwa ajili ya kupata taarifa kadha kadha, ili mradi sasa uendelee kubalance mwendo na dundo, ili mradi mchezo wa mwisho siumbe. E bana, drop comment yako kwenye anja comment hapo, usiache kutoa like. E bana, utakuwa umetisha kinoma noma. Chao chao.